Naibu Rais Kithure Kindiki ameendeleza kampeni za uchaguzi mdogo wa Mbeere Kaskazini huku akimshutumu kinara wa DCP Rigathi Gachagua kwa kile ametaja kuwa kuwapotosha wenyeji wa Mbeere na kaunti za Mlima Kenya. Kindiki alizuru maeneo ya Ngunyumu na Magacha kumpigia debe mwaniaji wa UDA Leo Wamuthende. Kwingineko kinara wa DCP Gachagua naye alimfanyia kampeni mwaniaji wa chama cha DP Newton Kariuki na kuendeleza siasa za Wantam. Siku ile yeye alikuwa na kiti kubwa, alikuwa deputy president kama mimi. Mlimuona hapa mbele, no? Kuna barabara hata moja alitetea? Si mimi nimeeleza ile barabara nimetetea nikishirikiana na viongozi wenu. Muthende ni noma, si noma? Muthende ni fire, si fire? Wacha nione kura ya Muthende wa basari. Huyu kanisi mlimchagua 2013, mkamchagua 2017 mkamchagua 222, tuende tuende tu. Si mko na imani na yeye? Sasa akipata baraka kiti kubwa, mnaweza mkataa? Siyo, itakuwa ni ujinga.